Sote so ni, ni maiti watarajiwa. Leo tumeenda kumzika mwenzetu, siku ya pili tutakuja kwa zamu yetu sisi. Sasa hizi ni picha hmm za kuifanya dunia unaidharau, na ukitaka kujua baada ya kifo chako kutakuwa nini, tizama yule aliyekufa, baada ya kifo chake kumekuwa nini, utajifunza. Kafa bilmauti waidha wa inatosha kabisa kwa kifo kwamba ni mawaidha mwingine anaugua siku mbili tu anakufa mwingine hajaugua kitu chochote anakufa mwingine ni mzima anakufa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min aldahri ni wazima wangapi waliokufa bila ya tatizo na ni wagonjwa wangapi walioishi miaka na miaka Sio kigezo kwamba fulani anaumwa ndo atakufa. Utakufa wewe ambaye huumwi hata na sikio, alafu yule akawa yeye ndo anakuzika. Subhanallah.